Ngoja niwape hint, wale wanaotaka kuandamana naona mnamsikiliza dada yenu Mange. Ngoja niwaambieni kidogo, wakati Marekani wamepanga kuandamana kwenda kwenye ubalozi wa Tanzania, Mange wakati yuko airport anawafuata wenzie, mkononi alishika passport. Ile passport aliyoshika sio ya Tanzania, maanake yeye alishaukana uraia wa Tanzania kitambo sana. Sasa hivi sio uraia wa Tanzania, yeye sasa hivi ni raia wa huko. Sasa wewe ambaye unashawishiwa kuandamana nikuambie tu, mwaisera iko wazi na kusubiria, lakini utakapokuwa pale mwaisera hutomwona yeye akisapoti upate drip, hutomwona akisapoti upate dawa. Lakini huyo huyo ambaye unamtukana ndio ata authorize upate drip, upate dawa ukiwa mwaisera, na kukumbusha bado familia yako inajitafuta kama familia yangu. Kapige kula, rudi nyumbani, pumzika Acha Mungu atende muujiza wake, atupe kiongozi ambaye anamtaka. Narudia tena, tuache ujuaji, tuache ujuaji ndugu zanguni. Huyo anawashawishi kapumzika zake, ana familia zake, kwani Marekani hujamwona? Mbona alijificha Marekani hajaonekana kwenye maandamano? Kaka kone gari wewe, anakwambia toka, nenda kaandamane. Akili ya kuambiwa changanya na ya kwako, usiwe mjinga ukatumika kumnufaisha mtu. Wanalipwa kulela, wanalipwa mahela kule wanalipwa pesa ili wewe kukuingiza babani, kuchafua amani ya nchi yako. Nisikumbuse na kukumbusha, amani tunu ya taifa, ukiipoteza amani, kuipata kazi sana. Call me DC Mwijaku, I'm coming for you. Hala, ngoja niwape hint wale wanaotaka kuandamana, naona mnamsikiliza dada yenu Mange. Ngoja niwaambie kidogo, wakati Marekani wamepanga kuandamana kwenda kwenye ubalozi wa Tanzania. Mange wakati yuko airport, wanafata wenzie, mkononi alishika passport. ile passport aliyoshika sio ya Tanzania, maanake ye alishaukana uraia wa Tanzania kitambo sana. Sasa hivi yeye sio raia wa Tanzania, yeye sasa hivi ni raia wa huko. Sasa we ambaye unashawishiwa kuandamana, ni kuambie tu, Mwaisera iko wazi na kusubiria, lakini utakapokuwa pale Mwaisera, hutomwona yeye akisapoti upate drip hutomwona akisapoti upate dawa. Lakini huyo huyo ambaye unamtukana ndio ata authorize upate drip, upate dawa ukiwa Mwaisera. Na nakukumbusha bado familia yako inajitafuta kama familia yangu. Kapije kula, rudi nyumbani, pumzika, acha Mungu atende muujiza wake, atupe kiongozi ambaye anamtaka. Narudia tena, tuache ujuaji, tuache ujuaji, ndugu zanguni. Huyo anawashawishi kapumzika zake, ana familia zake Kwani Marekani, hujamwona mbona alijificha Marekani, hajaonekana kwenye maandamano, kakaakone gali wewe. Anakwambia toka nenda kaandamane. Akili ya kuambiwa changanya na yakwako, usiwe mjinga ukatumika kumnufaisha mtu. Wanalipwa kulela, wanalipwa mahela kule, wanalipwa pesa, ili wewe kukuingiza babani, kuchafua amani ya nchi yako. Nisikumbuse na kukumbusha, amani tunu ya taifa. Ukiipoteza amani, kuipata kazi sana. Call me DC Mwijaku I'm coming for you. Hala. Ngoja ni wape hint, wale wanaotaka kuandamana. Naona mnamsikiliza dada yenu Mange. Ngoja ni waambieni kitu kidogo. Wakati Marekani wamepanga kuandamana kwenda kwenye ubalozi wa Tanzania, Mange wakati yuko airport wanawafuata wenzie mkononi alishika passport. Ile passport aliyoshika sio ya Tanzania. Maana yake yeye ya alishaukana uraia wa Tanzania kitambo sana. Sasa hivi sio uraia wa Tanzania yeye sasa hivi nalea hiyo wa huko. Sasa wewe ambaye unashawishiwa kuandamana, nikuambie tu, mwaisera iko wazi na kusubiria, lakini utakapokuwa pale mwaisera, hutomwona ye akisupport upate drip, huto muona akisupport upate dawa, lakini huyo huyo ambaye unamtukana ndio ata authorize upate drip, upate dawa ukiwa mwaisera. Na kukumbusha bado familia yako inajitafuta kama familia yangu. Kapije kula, rudi nyumbani, pumzika, Acha Mungu atende muujiza wake, atupe kiongozi ambaye anamtaka. Narudia tena, tuache ujuaji, tuwache ujuaji ndugu zanguni. Huyo anawashawishi kapumzika zake, ana familia zake. Kwani Marekani hujamwona? Mbona alijificha Marekani, hajaonekana kwenye maandamano? Kakakonegali wewe, anakwambia toka, nenda kaandamane. Akili ya kuambiwa changanya na ya kwako, usiwe mjinga ukatumika kumnufaisha mtu. Wanalipwa kulela, wanalipwa mahela kule, Wanalipwa pesa ili wewe kukuingiza babani kuchafua amani ya nchi yako. Nisikumbuse na kukumbusha, amani tunu ya taifa. Ukiipoteza amani, kuipata kazi sana. Call me DC Mwijaku I'm coming for you. hala.